Juma Mluya ameyasema hayo katika viwanja vya Nyasho manispaa, Musoma hapa mkoani Mara, wakati akinadi sera za chama cha Democratic Party DP katika kusaka urais wa Tanzania, na kusema Oktoba 29 ni haki ya kila Mtanzania kupiga kura, na akichague chama cha DP, tutaweka utaratibu maalum utakaowezesha wachimbaji wadogo wadogo kuwa na haki, lakini ili kujenga nidhamu na heshima na kuto kupoteza fedha nyingi za nchi yetu, wawekezaji wanaokuja kwenye migodi itakuwa ni sharti yeye yeah, yeah, aingie ubia na mzawa, aanze kunufaika mzawa, alafu afate mwekezaji. Na vile viwanja vya ndege vyote vilivyoko Serengeti, kwenye migodi ya madini, tutavifunga mara moja, maana ni viashiria vya wizi wa mali yetu. Mluya akagusia sekta ya afya. Matibabu kwa kina mama wajawazito itakuwa ni bure bure, kwa maana ya bure, sio bure sera na sheria halafu haitekelezeki, itakuwa ni bure, ili kuheshimisha utu na thamani ya mama. Suala la miundombinu kwa DP nalo na msingi, na kusema hapa atafata nyayo, tutafuata ndoto na nyayo za rais wa awamu ya tano, tutahakikisha sijara inafika kwenye mikoa yote yale maloli yanayo haribu barabara yasionekane barabarani. Kama ni Musoma, tutakuwa na stesheni hapa, malori yatokee okay hapa kwenda kijijini, sio Dar es Salaam kuja hapa. Anaitwa <coughs> anacheza na Tanzania, Tanzania ukombozi, ukombozi ni ni, tucheze wote wote. Jodi Agustine Mgendi, Azam News, Mara.